Mimi ni kijana wa mzee Kiiti Ichui Ndego ambaye kama mjuavi aliweza kuuliwa wakiwa na mke wake, na siku ya leo ndiyo siku ambayo tunaenda kumpumzisha mzee wetu mwenye umri wa miaka tisaini. Kama familia tuko na huzuni kubwa kwa sababu ya yale ya yote yaliyotokea, lakini tunasema yote tunawachia Mwenyezi Mungu. Wale watu waliofanya haya mambo ambayo wa wa walifanya katika mambo haya ambao tuko na hali ambao tuko kusema ukweli, mioyo yetu ni mizito sana, na siku hii ya leo tunapoenda kupumzisha mzee Kehiti upande wa Mudhiga farm Rongai, tuko na huzuni sana kama familia. Tumeshindwa ni nini iliyotokea, lakini mambo yote tunawaachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayejua na yeye ndiye huona sirini na anaona. Kwa hivyo wale watu waliofanya mambo haya yote, tunaomba Mungu awaone Atufunulie tujue ni kina nani waliouwa mzee wa miaka tisaini na ni mchungaji. Hakuwa na makosa yote hakuwa na shida yote na mtu, lakini wakakuja wakafanya mambo kama hayo. So tunaomba tu wale ambao walifanya mambo hayo waweze kujulikana ku, ku na ili tuweze apate haki kwa sababu ni kuuliwa, aliweza kuuliwa. Kwa hivyo tunampeleka kumzika leo tukitarajia kwamba kuna mambo ambayo mazuri yatakuja kuhusiana na kifo chake. Asanteni. Kufikia sasa upande wa usalama wanaendelea na, na uchunguzi wao na we, kufikia jana walikuwa bado nimearifia kwamba wanaendelea kufanya na uchunguzi wao, na tunaamini ya kwamba watafika e, kie, watafika pale the bottom ya haya mambo yote, na najua ya kwamba watatupatia ripoti nzuri. So wanaendelea, hakuna wasiwasi wote, wanaendelea. Na ninajua kwamba mambo mazuri yatapatikana katika uchunguzi huo kuhusiana na yule mshukiwa, yule suspect. Sasa hatuna, hatuna mambo ya suspect yeyote, tuwezi tukasema kuna suspect, lakini tunajua kwamba akipatikana atajulikana. Na sijui kama uliweza kupata ujumbe wote, maeneo ile ile ni kama kufikia jana pia kulikuwa na maafa nyingine, ndio kulikuwa na maafa hata wakati huo ambapo nilikuwa nikiandikisha ujumbe katika idara ya DCI pale Salga ndio tuliweza kupata wa watu walikuja wakilia na eh, kilomita tu chache kutoka nyumbani, nafikiri ni kama kilomita moja ama mbili, kulikuwa na mauaji ya mama na tuwa, alitukuta pale kwenye kituo cha polisi na akarudi akaletwa hapa mochari. Hata nilikuwa tena hapa mochari na hiyo mwili kanikuta hapa wakiwa na, na hiyo familia. So nafikiri mambo ya insecurity ile sehemu ya Rongai lazima iangaliwe, ndio at least tuone ya kwamba security ime imekuwa nzuri pale ni area ya panaitwa Muthiga kutoka Muthiga na pale ambao wao wengine wali huyo mama alipata aliweza kuuliwa panaitwa area Fontana, kuna kijiji kiko hapo kinaitwa Fontana, lakini sio mbali kutoka Muthiga, mahali ambapo tunaenda kuzika marehemu Kiiti, sasa, hmm. eh? tunamrudisha kwa boma ndio tuweze tukamzike. Kwa majina yangu naitwa Gilbert Kihiti ama Diamond, nikiwa mjukuu mkubwa wa mzee ambaye tunampumzisha siku ya leo. So pia, mimi kile ambacho naweza sema, waliofanya kitendo hiki wajue ya kwamba kuna Mungu binguni, kwa sababu guka yangu ambaye alikuwa ni mchungaji na miaka ambaye alikuwa naye sidhani uh, ni haki kumfanyia kitendo ambacho wale watu waliweza kumfanyia. So letu kama wajukuu na familia tunamwachia Mungu na tunajua ya kwamba haki itaweza kupatikana, na pia niseme ya kwamba kulingana na eneo letu la hapa Salga Rungai, inaonekana ya kwamba kuna issue ya insecurity. So pia tunaomba ya zile idara husika ziweze kuona ya kwamba zimeweza kuzingatia mambo ya usalama ili wazee kama hawa wasiweze kutolewa uhai wao na wakora ambao maybe kwa njia moja ama nyingine serikali ingeweza kuzuia mambo hayale. So kwa hayo machache, Thank you. Na mwenye meaka ni yangu mkubwa na tuko na huzuni sana juu Wakati tulifikiwa na habari kuwa kukaa ameuliwa, tulijiuliza kama familia, kukaa ameuliwa na hiyo miaka thamanini, na sisi je? Ni tisini, na sisi je? Tuko wadogo tuko na ile safeness. kama yeye anauliwa na amemaliza kulea, na sisi je, tuko na safeness kwetu manyumbani? Mimi kenye ningeomba serikali ni kuwa As in DCI Rongai, DCI Nakuru Town, mkubwa wetu wa county commissioner ama county director, ama county mwenye amesimamia askari wote ama DCI yote anaitwa Kifara. Mi naweza taka tushughulikie nahii mambo ya usalama, sababu kila mahali watu wanalia usalama, si rongai peke yake, lakini kila mahali watu wanalia usalama. Mi ningeomba wenye kuhusika na hii maneno serikali ingilie kati na gavana wetu. Kwa ujumla, ninajua anapenda watu wa Rungai, anatupenda sisi. Ninaomba kabisa kabisa aingilie hii mambo, na ndio tujue nani alihuzika na haya maneno, na ili hali tukae na amani, juu wakati kuna amani tutaenda, tutapata nafasi ya kutafuta fedha, boma zetu zitakuwa salama na hata mali yetu itakuwa sawa. Mimi ni hayo tu ningeomba mimi habari ya guka. Mimi ya habari ya guka before, before nijue habari ya guka. Hata before kuharifiwa na familia, niliona kwa news. Wakati niliona juu nilikuwa kazini. Wakati nilisikia guka meaga kitu ya kwanza nilitangulia kupigia mmoja wa familia yangu, kuhakikisha kama ni ukweli venye nimesikia na nikajiuliza, mbona kukaa na kona hiyo miaka mtu anakuja kumtoa uhai? Nilishangaa sana mpaka saa hizi sijapata jibu. Lakini kenye ningeomba familia yetu tujipe moyo juu ni kama two months hivi tangu tuzike my aunt, so hata roho zetu zijapona bado, zijapona bado, tuko na huzuni juu. Two months ni miezi midogo sana juu hata hiyo two months ndio tulipatana na kukaa kwa maombolezi na two months ni kitu kidogo sana kwa familia kukumbwa na janga lingine la kifo. So mi naombea familia yetu amani, Mungu awarinde wa na wapende, juu kwa Mungu ndiko kuko na kila hali na kuna usalama. Yes.